Tunanyanyasika katika eneo hili tulilokaribiziwa na rais wetu John Pombe Magufuli wakati wa uhai wake. Swali naloliuliza mimi kwa ndugu yetu rais wetu Samia Hassan Suluhu, serikali gani iliyoamuru kulima na serikali ipi inao kukataza kulima? Na kama ni serikali ambayo ndio inasema kwamba tusilime mbona hijitokezi serikali inatuto, inatokeza Wamasai na yaani, mpaka dakika hii njaa zinatuuma, wengine tuna wajukuu, wazazi wao wameshafariki, wameshatangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, tunanyanyasika. Ina maana serikali imetufanya sisi raia wake tuwe gereja wa huyo Amidu. Swali nauliza, tunataka tamko lako rais, huko uliko uwe hapa Tanzania kwa leo hii uwe Marekani lakini tunataka tamko leo lako, rais, hili eneo ni la wananchi au la Hamidu au la nani? Tunataka tujue, sina mengi, maana mambo iyo ana serikali natunyanyasa nafanya nini? na mimi na wajukuu wengine, wazazi wao wameshafariki, tunaenda wapi? Yaani mimi niwe gereda la Amidu, mimi niwe gereda la, la, la serikali kweli? Kama imerudishiwa kwa nini tusipewe tamko? Mbona rais wetu Magufuli mpendwa huko mwenyezi Mungu am, amsaidie alitamka hapo Mkuranga wilayani, mchana jua linamwakia, hakuongea Kisukuma, aliongea Kiswahili, kila mtu alifahamu. Eneo hili tulipewa na Rais Magufuli wakati akiwa ametoka Lupaso kumzika Mheshimiwa Mkapa. Lakini cha kushangaza tangu tupewe tamko la kufanya kazi tangu mwaka elfu mbili na elfu mbili na ishirini, wananchi waliingia kufyeka pori na kungoa visiki. Tulivyongoa pori hili tukaweka mimea ambayo ilikuwa inatusaidia sisi na familia zetu. Cha ajabu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, walitokea watu na kudai kwamba eneo hili ni la mwekezaji anayeitwa Hamidu ambaye ndio aliyenyang'anywa hati. Hamidu akiulizwa anasema hajui. Wale watu wametunyanyasa, wakatuchomea mpaka bendera ya chama, na wakati eneo hili sisi tulikuwa tumepewa na mwenyekiti wa chama cha CCM ambaye ni rais Magufuli. Tulivyoendelea kulima, watu wakaja, wakaanza kubomoa mabanda yetu. Bado tukaendelea kuongea na kijiji, kwa nini natokea hivi. Hawakutupatia majibu ya kueleweka. Tuliambatana wakulima wote tukaenda pale kwa mtendaji wa kijiji. Tukatoka naye mtendaji wa kijiji tuka naye tukaja naye kwenye eneo la tukio akiwa na mtendaji kata. Tukawakuta watu wanabomoa mabanda wakadai kwamba wametumwa wame na Gerald ambaye ni mwekezaji wa kampuni. Hatujui ni kampuni gani. Na barua ya Gerald alipewa na mtendaji wa kijiji kwamba abome mabanda ya watu. Mtendaji yule tunatoka kwenye mkutano washtakiwa 16 walikamatwa na, wali na wakaenda lockup wakafunguliwa kesi ya kuvamia shamba la Hamidu. Haikutosha, wakakamatwa washtakiwa watatu wakafunguliwa kesi ya ya kung'oa beacon. Haikutosha, wakakamatwa tena washtakiwa wengine na kupigwa na Wamasai, wakafunguliwa kesi ya kuvamia shamba la kampuni. Tunashindwa kuelewa kwamba hiyo kampuni ni ipi, na Hamidu ni yupi, na shamba ambalo lilopewa wananchi ni lipi. Ombi letu kwa mama, kama anataka, tunataka atoe tamko kwa ajili ya eneo letu, sisi wananchi ambao tunanyanyasika katika eneo hili, kwa ni tangu atupatie eneo hili tumekuwa tunajishughulisha na uovu mitaani ulikuwa hamna. Sasa hivi watu hata kuku inabidi wale nazo ndani, kwa sababu watu hawana cha kufanya. Ukiangalia mihogo yote imeng'olewa shambani. Makundi haya mawili ni yaweke pamoja, na labda kundi la tatu linaweza kuwa ni yule uh, mwekezaji hapa lazima washindi wawe wote, pasiwe na mshindi mmoja. Na namna ya kupata washindi wote ni lazima, kuna kitu mwekezaji akubali, na kuna jambo wananchi wakubali, na kuna jambo serikali isimamie yale makubaliano. Yani hii eh, kwa lugha ya yani ya mapatano, lazima iwe give and take, na kupa unanipa lazima tukubaliane, pasiwe na mshindi mmoja, mwekezaji awe mshindi au mwananchi awe mshindi. Kwa kesi ile, mi kama mbunge mmenifahamu, kwa sababu mkuu wa wilaya yeye atasimamia sheria, mwekezaji atasimamia ya haki yake, mwananchi naye ya atasema bwana, mimi haki yangu. Kwa hivyo mi nafikiri hapa, ili kuondoa misuguano, ni lazima map mapande haya matatu yakae iko pamoja na naamini kwamba mtu wa kuyakalisha haya pamoja ni mimi mbunge. Kwa hivyo mimi uh, nataka nijaribu pahati yangu na mimi, wananchi watanisikiliza, e, serikali itanisikiliza ya wilaya na mwekezaji anipe nafasi e, tutakaa pamoja. Kwa hivyo hilo ni jukumu ambalo nina, nina, nina, nina, nina, nataka nijaribu kulifanyia kazi. sheria yana hakuna mtu anapaswa kuchukua sheria mkononi na vyombo vya dola zenye kusimamia sheria vipo, ambavyo ni matumaini yangu kwamba vyenyewe e, vinapaswa visimamie sheria kwenye nchi yetu. Kila jambo limejipanga sawasawa, yani umenifahamu e, kwa sababu sisi tunazo sheria na tunao wasimamizi wa sheria, na sisi wananchi pia vilevile tunatakiwa kuziheshimu hizo sheria, na wale wanaosimamia sheria wanatakiwa kuzisimamia zile sheria. Kwa hivyo kusema mtu amechukua sheria mkononi hiyo yes, si sawa. Kwa hiyo kama kuna malalamiko ni malalamiko ya mtaani na yasema ya mtaani, kwa sababu sehemu pekee ambayo tunaweza kupinga hukumu hii ni kwenda kukata rufaa mahakamani. Kwa sisi hatujapata nakala ya kukata rufaa mpaka sasa tunavyoongea na niendelee kuchukua fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu wa wilaya hii ya Mkuranga kuendelea kuheshimu sheria zetu za nchi. Tunafahamu kama yoyote anajitokeza kutokuridhishwa na maamuzi ya mahakama, njia pekee ambayo anapaswa kuifuata ili kuweza kutendewa haki ni kukata rufaa. Naomba nikiri jambo hilo silifahamu kwa sababu mimi niko hapa na nafahamu kama kuna changamoto hiyo, ina maana kamati yangu ya usalama moja kwa moja inahusika kwa njia moja au nyingine. Sisi ndio ambao tumekabidhiwa na tumeaminiwa kusimamia shughuli zote za kiusalama uh, ndani ya wilaya hii. Kwa taarifa hii, haijafika kwetu, na nitoe rai pia kwa wananchi, kweli vyombo vya habari vinatusaidia kupasha habari na kufika habari Uh, sehemu zinazotakiwa kwa uharaka, lakini kuna muda tunajichelewesha kwenda maeneo ambayo siyo sahihi. Sisi ofisi zetu ziko wazi, upande wa CID yuko hapa, ambaye angeweza kusaidia kusimamia kufungua jalada, lakini pia kuhakikisha watuhumiwa wote ambao wanavunja uh, sheria au kujichukulia sheria mikononi mwao tunawatia hatiani na hatimaye kuweza kutoa haki eh, kwa yule ambaye anapaswa kutoa haki. Changamoto za ardhi isiwe ni kikwazo cha kuvuruga amani ndani ya wilaya yetu. Ina maana kama kuna wananchi ambao wamepigwa na wamewathibitishia kupigwa na upande wa pili ambao mahakama ilitoa uh, ushindi kwao, tunawakaribisha kwenye vyombo vyetu vya sheria, tuweze kuhakikisha tunashirikiana na kuwasimamia waweze kupata uh, waweze kutendewa haki kwa mujibu wa sheria. Hata ukitizama kwenye, uh, kwenye mipango yetu hakuna sehemu yoyote ambayo kata ya Vikindu, kijiji chochote tumekiainisha kwamba ni shamba la kilimo na kwa sababu ya nature ya eneo lenyewe na shughuli za kiuchumi ambazo kwa pamoja tulizipanga. Kwa hiyo tunaposema wananchi elfu mbili na ishirini walianza kulima pale walianza kulima kwa kibali gani? Kwa hiyo ni wasihi, wilaya ya Mkuranga ni kubwa, tuna mashamba ambayo tumetenga kwa ajili ya shughuli za ufugaji, tumetenga mashamba kwa ajili ya shughuli za kilimo. Waje wakae na viongozi wa serikali husika, wa maeneo husika, tutawaonyesha mipango kazi na mipango ya matumizi bora ya ardhi.